Habari zenu Tanzania, nafikiri tulipofika sasa hivi, wa Tanzania tumefika sehemu ambayo ni muhimu kwa kila Mtanzania kukubali, kutambua na ku acknowledge kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko chini ya uongozi wa kidikteta. Ni nchi ambayo wananchi wake ni mateka wa Tanzania. Sisi ni mateka ndani ya nchi yetu, tunashikiliwa kwa mtutu wa bunduki. Samia anatushikilia kwa mtutu wa bunduki. CCM inatushikilia kwa mtutu wa bunduki. There is no any other way ya kujidanganya. Na ngoja niwaambie kitu. Hii system ya ukatili ya kupiga risasi wananchi ya nini ilikuwepo. Miaka yote ilikuwepo. Ni vile wananchi mlikuwa hamjawai kwa challenge kwa maandamano. Mlikuwa hamjawai kui challenge serikali ya CCM kwa maandamano. Ndio maana tulikuwa hatujawahi kujua ukatili wao. Waliuficha huu ukatili wao miaka yote hii kwa sababu walikuwa hawajawahi kupata upinzani mkubwa hivi wa kuwaondoa madarakani. Ndio maana waliweza kuuficha huu ukatili wao. Saa hivi tumewachallenge, tukawavua nguo, wakajionesha. Na kwa nini nasema uongozi huu ulikuwepo miaka mingi? Samia Suluhu alichokifanya tarehe ishirini na tisa ni kutoa oda ya wananchi kuwawa, lakini kilichofanya oda zile zikatekelezwa ni kwa sababu hii ndio system ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. CCM alishajenga system ya kwamba hatuiachii nchi milele na milele, tutaua kila mtu, lakini hatuiachii. Ndio maana ile oda ilitekelezwa. Niwapeni mfano, why nasema hivyo. Hapa Marekani sasa hivi Donald Trump akitoa oda sasa hivi kwa polisi wa Marekani kwamba watu wanaandamana na Marekani kila siku ni maandamano. Donald Trump akitoa oda kwa polisi wa Marekani, kapigeni risasi wale, aise, hakuna polisi atafanya. Ni kwa sababu hiyo system haipo Marekani, hata kama rais akiamua, hiyo system haipo Marekani, kwa hiyo haiwezi kufanyika. Hiyo system ipo Tanzania na ilikuwepo Tanzania miaka yote, lakini iliweza kujificha kwa sababu walikuwa hajaikuwa challenged, walikuwa hajaikuwa challenged. Kwa hiyo inabidi watanzania tukubali tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Inabidi tukubali sisi ni mateka kwenye nchi yetu, na tusikubali. Serikali hii haramu tusikubali kina Mwigulu Nchemba wakajaribu kuidanganya dunia kwamba Tanzania imerudi kama ilivyokuwa zamani, Tanzania kuna demokrasia, watanzania ni watu wako free. Sisi sio watu huru, Tanzania sio nchi huru. Tanzania ni mateka, sio nchi huru. Hii yote kufungua kanisa la, la Gwajima kusema sijui Gwajima hata kusema sijui Gwajima